Mtazamaji popote pale ulipo, tunaye Sheikh Twaha Suleiman Bane hapa, ambaye ni kiongozi wa kundi la maujaji wa taasisi ya i travel upande wa Zanzibar, ambao wanatarajia kuondoka usiku. Sheikh Twaha Suleiman Bane, ibada ya hija ni rasmi, inaanza kwa kundi la taasisi ya i travel, ni nini cha kufanya haswa siku ya leo ambapo ndio rasmi wanaanza kuelekea katika mji mtukufu wa Makkah? Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah muhamadi bini abdillah wa ala alihi wasabihi wa man walahu wa baad. Kitu cha kufanya ni kwamba kama unavyoona tunajiandaa kusafiri kutoka nchini kwetu Tanzania, kwa hapa tuko visiwani, tunaanza safari kuelekea Jidda nchini Saudi Arabia. Ukweli ni kwamba tuko katika hatua za awali. Kituo chetu cha kuhirimia au kutiania ni kile cha Yalamlam, na kwa jiografia ilivyo, ni muda mfupi kabla hatujatua Jida, Saudi Arabia. Lakini kwa sasa ni jambo jema mtu kutoka nyumbani kwake akawa amejinadhifisha na kuvaa kabisa nguo za ihramu au kujiweka tayari muda wote kuweza kuzivaa lakini haya ni matayarisho ya awali na kinachoweza kutokea baada ya masaa kadhaa angani tutakuwa tumeingia Jidda, na kabla ya Jidda kwa muda mfupi ni Yalamlam. Hapo ndio mahala panapotakiwa kutia nia, na maana yake ni kwamba endapo mtu atavuka eneo hilo bila ya nia kwenye ibada ya hija itakuwa ametenda kosa kwa kunuia baada ya kuvuka kituo au miqati. Ikitokea hivyo, nini anafanya? Ima arudi kwenye miqat, hapo atakuwa hana faini, au aendelee kuwa amenuia baada ya kupita kituo, na hapo atatakiwa apigwe faini kisheria ikiwa ni pamoja na kuchinja mnyama. Ama ile maandalizi ya kiibada, ukweli ulivyo tokea, mtu ameazimia kuwa atahiji mwaka huu, anapaswa kuingiza katika hisia na akili yake kwamba anaenda kuzuru nyumba ya Allah subhanahu wa taala, nyumba tukufu, na safari yake ni safari ya kipekee kabisa, si kama zilivyo safari nyingine. Anaenda katika nyumba iliyobarikiwa, nyumba ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ameagiza itembelewe. Kwa hivyo, tuko katika maandalizi. Matarajio yetu ni kwamba tukisharuka hapa kutoka uwanja huu wa mheshimiwa marehemu Abid. Abid Amani Karume Allah mrehemu, ni kwamba tutatumia masaa manne hivi na kidogo, na baada ya kufika Jida, hatua zile mbalimbali za kiuhamiaji zitachukua nafasi yake, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kipasipoti, chanjo na visa na kadhalika. Baada ya hapo tutachukua mabasi kuelekea mjini Maka, ni umbali wa kilomita kama sabini na ushei. Tukifika mahotelini, kila mmoja atachukua nafasi yake kuhakikisha kwamba analala kitanda hiki chumba hiki anaoga hapa anajisaidia hapa anakula hapa. Baada ya hapo, tutaendelea kukamilisha ibada ya umra kwa kufanya tawafu na hatimaye sai baina Safa na Marwa na mwishowe kunyoa au kupunguza, itakuwa tumekamilisha umra. Matarajio yetu ni kwamba ima kesho hadi jioni itakuwa tumeshakamilisha umra, Allah akipenda kulingana na afya zetu na ndugu zetu ambao tunawaongoza wongo, tuna maanake lazima tukifika tuone, je afya baada ya safari ndefu iko vile vile au imetetereka. Walio tayari tutawafanyia tawafu na kila kitu wamalize, walio bado tutawasubiri. Kwa jumla, hii ni hatua za awali za maandalizi. Jambo lenyewe sasa ndio linakaribia insha allahu taala. Tunamwomba Allah atuwezeshe sote kuhakikisha kwamba tunaenda salama na tunarejea salama na kutekeleza ibada zetu, na azikubali Mwenyezi Mungu ibada hizo, iwe ni sababu ya sisi kupata pepo yake. Lakini tukirejea tuwe wajumbe wazuri, ili kuwaeleza wenzetu, wakatambua zaidi wajibu wao na ule uwezekano wa wao kufanya ibada hii. Ni hayo tu, mwanahabari wetu Assalamu alaikum. Naitwa na Shaibu Muhamed Bakari. Mm -hmm. Natokea na mkoa wa Mtwara. Mm -hmm. Sina cha kuongea sana. <coughs> Mimi ni mgeni. Mm -hmm. Na ndo mara yangu ya kwanza, <coughs> lakini na furahi kwa sababu nimehudumiwa vizuri na taasisi ya <coughs> ya i Travel kwa hiyo namshukuru Allah. Kwa hiyo nasubiri safari ni safiri. Sina la kuongea zaidi ah, ah, mm. Naam. asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, naitwa mzee Mkilala. hmm. Naam, I travel hii, mimi ni mara yangu ya pili kusafiri kusafiri nayo. Mashallah, nimesafiri nayo mwaka jana pia mmezunga <coughs> najalia na mwaka huu <coughs> ipokuwa nimeipenda. hmm. iko vizuri na mwaka huu na safari naye tena. hmm. kwa hivyo ziada mengi, ndugu zangu, nataka mnaitaka kusafiri, njoni katika I travel. E bana, huduma zao nzuri, na ndio maana mpaka tunarejea kukubali kwamba tusafiri nao mara mbili. Kama ikiwa mbaya, mtu hawezi kukubali kusafiri mara mbili katika taasisi moja. Sasa, assalamu alaykum wa rahmatullah. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu wainasibu iinasibu kwa kweli ni mara yangu ya kwanza y kupata safari hii ya hija. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kunipa nafasi, lakini vile vile nashukuru kampuni yetu hii ya travel hija. Sisi tulianza mafunzo hapa Zanzibar ndani ya miezi mitatu mfululizo. Namshukuru Mwenyezi Mungu mafunzo yetu na walimu wenzetu walimu wetu hapa tunao, ndio hawapo. Kwa hivyo tunashukuru sana na tunaomba wenzetu I travel hija ni kampuni bora kwa sasa hivi na inatupa maendeleo mazuri. Tunapata uhakika toka tunaanza semina za masomo hadi tumemaliza kwa vitendo, na kuna practical na hiyo yote tumefikisha kwa wakati mmoja. Na leo tuko hapa tunataka kuingia katika mji mtukufu kwa mwenye Allah subhanahu wa taala, na inshaallah Allah atatufanya wepesi tunachokiendea. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salamu. Naitwa Muhammad Hassan Sharif, uh, imamu masjid Noor Mbezi Mshikamano. Tupo katika airport ya Shaabidi Amani Karume hapa Zanzibar. Uh, tayari tukiongoja muda wa safari kutoka katika airport hii na kuelekea Jidda Eh, Saudi Arabia kwa ajili ya kutekeleza ibada ya Hija. Tupo na kampuni au taasisi ya I Travel. Uh, ni mara yangu ya pili kusafiri kwa ta na taasisi hii kwa ajili ya kutekeleza ibada ya Hija. Na yale mazuri ambayo niliona katika safari ya kwanza ndio ilikuwa sababu ya kuichagua tena taasisi hii ya I Travel, alhamdulillahi naona mambo yameboreshwa zaidi katika mara hii, ni zaidi ya ile safari ya kwanza. Koyo, vizuri. Na kwa hiyo ni taasisi iliyokuwa vizuri, na sisi tunafurahia, kwa sababu safari ya Maka ni safari ya ibada. Kwa hiyo uwezeshaji wao katika kutekeleza ibada, ambao walinivutia, watu wengi ni wageni, watu wengi ni wengine, ni wazee ambao wa hawana nguvu, lakini waongozaji wa safari hizi za Hija Huwa kila mmoja anapewa nafasi yake, mzee ataangaliwa kwa uzee wake. Kila mmoja anaweza kuitekeleza ibada ya hija katika njia iliyokuwa nzuri kabisa. Kwa hiyo nashukuru ndugu zetu, na tunaomba dua, Allah awape tawfik, na sisi wote mahujaji, Allah tupe tawfik, tuweze kusafiri na kutekeleza ibada ya hija na kurudi nyumbani kwetu tukiwa salama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu <Kukun> Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa salli barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd. Alhamdulillah. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikia kuwa katika jumla ya watu wanaokwenda katika nyumba yake tukufu katika mwaka huu wa 1446 sawa na elfu mbili na ishirini na tano na hija, sharafu yake, utukufu wake katika Uislamu unajulikana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia: man haja falam lam yarfuth wa walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummu, alifanya hija akawa akuleta maneno machafu wala vitendo vibaya amerejea kama siku alokuwa amezaliwa na mamake, kwa maana safi. Mwenyezi Mungu amemsamehe madhambi yake yote makubwa na madogo pia. Kuonyesha sharafu ya Hija, mwana Aisha radhiallahu anha anasema kultu, nimesema, ya rasulullah e, eh, mtume wa Mungu, daral jihad afdal al amali, tunaiona jihadi sisi kama ndiyo amali ilio bora zaidi. Afalanu jahidi, basi tusipigane na sisi jihadi qal mtum wsalama akasema, lakin afdalul amal amali ilikuwa bora haju mabrurun rawahu lbukhari, ambia haji ilikuwa mabrur, hija ambayo Mwenyezi Mungu amekubali isokuwa na uchafu ndani yake, wala na vitendo vichafu, isokuwa na maneno machafu wala vitendo vichafu, kama hadithi ilotangulia na kama ndio tafsiri yake. Na sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hapa wako wengi Waislamu walikuja kutoka Tanzania bara na hapa Unguja, na leo hapa kuna vikundi viwili, Al Furqan na Al Istiqama. Insha Allah, Mwenyezi Mungu awapeleke salama, warudi salama, waitekeleze ibada hii kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na kama alivyotufikishia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasalama kwa ukamilifu, tuipate sifa ya hajj mabrur.

ni ya pili na nakwenda kumhijia dada yangu. Hii ni hija yangu ya pili yangu, nimehiji toka elfu mbili na saba au elfu mbili na nane Mi na desturia kidogo kughafilika, ghafulika, lakini hii ni ya pili na kwenda kumhijia dada yangu mpenzi mkubwa wetu, na Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi sisi na mahujaji wote waliokusudia kwenda kufanya ibada hii. Mwenyezi Mungu atuvushe kwa salama, pasitokee maafa e bado yenye pesi hali ya hewa ni tishio, diotu, ya hewa ishakuwa ni tishio kwa ni joto, lakini Mwenyezi Mungu yende muweza anaweza akatufanya takhfifu ikawa wepesi watu kufanya ibada zao, sallallahu alaihi wasallam.